Na mtazamaji, siku tano baada ya kufariki kwa watu kadhaa wakati wa mazishi ya marehemu hayati Raila Odinga, mwili wa kijana aliyekuwa hajatambulika hatimaye ametambulika kama Michael Okoth Okumu, kijana wa miaka 23 kutoka mtaa wa Kibra. Uchunguzi baada ya upasuaji ukibaini kwamba Okoth alifariki kwa kukosa hewa na majeraha kadhaa kichwani. Ode Francis anatuarifu. Familia ya Michael Okoth Okumu kwa siku tano imekuwa ikidhani kuwa mwana wao alikuwa kazini akifanya kibarua cha useremala kama mtaani Kibera. Wasichofahamu ni kuwa mwana wao alikuwa miongoni mwa wafuasi watano waliofariki katika harakati za kuuona mwili wa hayati Raila Odinga. Mamake alipohisi kutoridhika nyumbani, alimwamuru nduguye kumsaka Michael. Daktari wanasema inakaa ni kama mawe ilimlalia kwenye kichwa akakosa kupumua, na akakuwa na ile kwenye kichwa ni kama zile mamawe zilibomoka pale Nyayo Stadium zilikuwa zinamwangukia, na hapo ndio alipoteza maisha yake. Licha ya uchunguzi kubaini Michael alikosa hewa kwenye msongamano na kufariki na wanaharakati pamoja na aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko walifika kuifariji familia na kulipia gharama zote za mwili wake kwenye mochari and we need to stand for ourselves because these are human beings they're not chicken mm -hmm. hawa si wanyama hawa si terrorist yeah they're not demonstrating yeah they're just gone there to stand in solidarity na baba's family na ODM na kuview boy mwili wa baba kwa hivyo we want i power to move with speed nduguye my Koth Okumu kwa uchungu anasema kuwa nduguye ndiye aliyekuwa akimsaidia mamake mgonjwa kwa mahitaji yake. Mwili wa Michael Okoth unatarajiwa kusafirishwa hadi kijiji cha Alego, kaunti ya Siaya kwa mazishi. Ode Francis, Runinga ya Citizen.